Hello, ushasikia buffer zone? Ushasikia kitu kinaitwa buffer zone au eneo lipo tu ambalo halitakiwi kutumika. Sasa buffer zone ni, uh, ni eneo la mpito linalotumika kutenganisha maeneo mawili ambayo yana matumizi yanayokinzana. Yaani kwa mfano, inaweza ikawa uh, unatenganisha eneo la makazi na eneo la viwanda. Kwa hiyo eneo linalobaki wazi pale kati ya haya maeneo mawili yenye matumizi yanayokinzana ndio inaitwa buffer zone na kazi yake kubwa hasa ni kutenganisha haya maeneo, lakini pia kupunguza athari ya mgongano wa kimatumizi. Na katika muktadha wa mipango miji, sasa hizi buffer zone huwa zinatumika, kama nilivyotangulia kusema, kutenganisha matumizi ya ardhi yanayokinzana, lakini pili ni kulinda mazingira, tatu ni kudhibiti maeneo hatari, lakini pia kuunda mandhari nzuri ya ya miji. Sasa nikiendelea kufafanua hii buffer zone. Kwa mfano <coughs> chukulia tuna eneo la la mto, mto huo una una buffer, kuna eneo linawekwa, lina linaachwa lina, lina kama buffer zone. Sasa hii buffer zone ndio inayo inayokulimiti au ndio inayokupa inayotoa inayo uh, ile limiti ya mwisho wa maendelezo kwa mfano mito mikubwa mito mikubwa ina buffer zone kubwa, lile eneo ambayo linaachwa sasa, linaachwa wazi bila kutumika kati ya eneo la makazi ya watu au biashara za watu na mto, ili kulinda eh, huu mto, lakini pia kupunguza athari za mmomonyoko wa huu mto. Na hizi buffer zone zina, zina standadi zake, yani kuna kuna kuna standadi za hizi buffer zone, kwa mfano kama mto ni mkubwa basi bafa yake labda ni mita thelathini mm. Au kama ni mito hii ya kawaida mito midogo na seasonal river unakuta labda bafa yake ni mita kumi au mita kumi na tano na hizi bafa si, sio tu kwenye mto katika matumizi mbalimbali mbali. Kwa mfano kuna bafa kati ya eneo la makazi ya watu na eneo la e, tunasema eneo labda la hifadhi ya msitu au e, buffer zone kati ya eneo la mbuga za wanyama na eneo la makazi ya watu, au buffer zone kati ya njia za maji e, kwa mfano, bomba kubwa la maji lina buffer pale ambapo watu wanatakiwa waanze ujenzi na kuacha ile sehemu ambayo ndio bomba linapita. Lakini hata hizi laini kubwa za umeme zina buffer, utakuta tu eneo liko wazi linapita hizo nani laini za umeme na sehemu nyingine imebaki, ambayo hairuhusiwi kufanyika maendelezo yoyote. Sasa uh, unakuta watu wameencroach, watu wame wamefanya uendelezaji kwenye ile bafa, yani wameendeleza kiasi kwamba mpaka kwa mfano kwenye mito, maeneo mengi ya mito watu wame, yani wameingia mpaka kwenye bafa, wamemaliza bafa na wameingia mtoni kabisa. Sasa unajiuliza hivi, hawa watu hawaogopi kufurika na maji? Yaani umekula, ume ujenzi umefanyika mpaka kwenye mto, sio tu kwenye bafa. Yaani bafa wameimaliza, wameingia kwenye mto. Nitatolea mfano wa mto kwa sababu najua watu wengi wamejenga kwenye mabonde ya mito. Kwa mfano, mito mikubwa ina bafa ya sitini kwa maana ya kila upande thelathini thelathini na ile bafa inapimwa kuanzia eh, pale kwenye kina cha juu cha maji tunasema ni 30 meter from the highest water mark. Sasa highest water mark ni ule mto ukifurika kwa kiwango cha juu unaishia wapi? Pale unapoishia ndo unaipima hiyo mita 30 kwenda nje. Hilo eneo linatakiwa kubaki wazi, libaki wazi au mita sitini. Nani kio wanaisimamia sana hiyo kitu. Hiyo mita umo ndani, eneo la mita 60, mzee, unaweza hata ukabomolewa hilo jengo. Ah, jengo linaondoka, kama ni uendelezaji unaondoka, lakini pia natural hizi ni natural hazard, natural mafuriko yataondoka tu na hiyo vitu vyako. Tumekuwa tukishuhudia msimu wa mvua, watu wanaondoka na maji, mali zinaondoka na maji, nyumba zinaondoka na maji. Sasa kwa nini tuendelee ku, ku, kuendelea kujenga kwenye eh, bafa hizi bafa hizi